Afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu nchini, TFF, Clifford Mario Ndimbo ametoa taarifa ya kikao walichokaa na Yanga hapo jana na leo, huku Yanga ikiwakilishwa na CEO wao ambaye ameacha barua katika ofisi za TFF na kuondoka bila mazungumzo yeah. baada ya kuona taarifa uh, mitandaoni kuhusiana na kwamba Young Africans wanalidai shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Uh, na sisi pia tuliwaandikia barua kuwaelezea eh, kuhusiana na kile ambacho tunakifahamu kuhusiana na fedha hiyo ambayo wanasema, uh, wanaidai. Kwa hiyo mpaka tunatoa taarifa yetu jana, maana yake kwamba, uh, tulikuwa tayari tumekwisha waandikie hiyo barua uh, ya kwa ya kuwataka kwamba, uh, mtu wa fedha aweze kufika leo uh, na hiyo vielelezo vingine uh, ili tuweze kufanya uh, reconciliation kwa maana ya kwamba tupitie hizo hesabu kwa pamoja na vitu kama hivyo e, ili kuona kwamba watu wanaposema kwamba, e, wanadai na sisi tuonyeshe wapi ambapo tumesema kwamba wanadai. Lakini wamefika leo, na baada ya kufika wameleta tu barua na baada ya hapo uh, wameondoka, kwa maana kwamba hawakutaka kuzungumza kitu chochote uh, na wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili uh, ya mazungumzo. Na hata uh, katibu mkuu wa TFF uh, Kidau Wilfred alipotaka kuzungumza na CEO wa uh, Young Africans, bwana Mtine uh, bado uh, CEO alikataa kuzungumza na katibu mkuu wa TFF. Kwa hiyo uh, TFF iko wazi kwamba uh, kama wanasema wana madai, ofisi ipo na wafike ofisini kwa ajili ya hayo madai yote sisi, kwa sababu sisi tunao uhakika na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawadai na vielelezo vyote vipo. Kwa hiyo wao wanataka tuendelee kuandikiana barua. Sasa hizi ni taasisi kubwa ambazo haiwezekani mkaishi kwa kuandikiana barua alafu eh, mnaanza kuzisambaza uzu, huku kuzisambaza huku eh, jambo dogo ni kwamba kama wewe unadai, maanake ni kwamba eh, umeitwa kwa ajili ya kuja eh, kuhakiki hicho ambacho unakidai ama hicho ambacho unadaiwa. Kwa hiyo maanake ilikuwa ni kitu rahisi, tunapofika TFF eh, uweze kukaa chini na TFF, ni jambo la muda mfupi sana, eh, kuweza kufanya hiyo eh, reconciliation eh, na kila mmoja ajue kwamba eh, nafasi yake iko wapi. Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea kuandikiliana eh, barua hizi kama vile tunatuma posa huko na vitu kama hivyo eh, haiwezekani. Jambo kama hili hizi ni taasisi ambazo eh, kwa namna yoyote ni lazima ufanye kazi ambayo, eh, ambacho, eh, kwa namna ile ambayo inatakiwa ambayo tumewaelekeza nini ambacho cha eh, kufanya. Kwa hiyo wameondoka, wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya kufanya jambo hilo, na mwisho wa siku wameacha barua, pengine ndipo ba ba barua mmepata kuisoma, inaeleza ina nini Of course barua yao kwa namna ambavyo ilivyoandikwa uh, haina tofauti sana na kile ambacho uh, kimekuwa kinazungumzwa. Kwa hiyo uh, mwisho wa siku jambo liko pale pale kwamba wafike TFF kwa ajili ya reconciliation. Status ya TFF na Yanga kwenye madai iko. Tumesema tunaidai Yanga, kwa hiyo tumewaita waje TFF kwa ajili uh, ya kuhakiki hicho ambacho tunawadai na hicho ambacho wao wanasema kwamba wanatudai Uh, Andre, CEO uh, wa Yanga amesema kwamba hawajui uh, thamani ya mashindano ya CRDB Confederation na amesema hawajui bingwa anastahili kupata shilingi ngapi pengine kutoka TFF. Na kiti cha kusema juu ya hivi, kama CEO anasema kwamba hajui kwamba wanatakiwa kupata shilingi ngapi